Kufuatia andiko la mheshimiwa rais kuhusu msiba wa mzee Edwin Mtei, mwanzilishi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, na jeshi la magereza kujitokeza hadharani na kukanusha kwamba ile barua sio ya kweli, basi askofu wa kanisa la Kiinjili na la Kiluteri Tanzania, kwa kifupi KKKT daosisi ya Karagwe mkoani Kagera, askofu Kalikawelwa Kalinda Bagonza naye anatupitisha kwenye tafakuri yake kuhusu ya sakata hili, na nukuu, alichokiandika Mungu aliwekwa gerezani akatuhubiria, sembuse Lisu. Tukisoma Matayo sura ya 25. Na ule mstari wa 36 neno linasema, nilikuwa gerezani mkaja kuniona gerezani. Na mahabusu ni moja ya maeneo matakatifu katika maisha ya mwanadamu. Hii yaweza kuwa sababu ya kuyalinda sana. Njia iendayo huko ni nyembamba. Utakatifu wake unatokana na ukweli kuwa si wote waendao huko wanastahili kwenda huko. Haki ikiadimika wanaostahili kwenda huko huwapeleka wasiostahili kwenda huko. Na tafakari, maaskari ulinda miili ya wafungwa na maabusu, wana uwezo wa kutunza rekodi za kula, kunya, kukojoa, kukooa na kujigeuza, lakini hawalindi mawazo na ndoto za maabusu. Mawazo na ndoto zao walifungwa na maabusu viko huru daima. Wafungwa wenye wenzi wanaokaribia kukoma hedhi wanaweza kutorosha mbegu za kiume ili kupata watoto wakiwa gerezani. Wapo wafungwa na maabusu waliowahi kutuma hotuba e, maubiri na ushahidi mpya wa kesi zao kwa njia ya toilet papers, tena na kinyesi juu yake. Vitabu vilivyoandikwa kutokana na barua za kutoka maabusu na magereza ni moja ya vitabu vyenye mafunzo mazuri na mazito. Vitanda vizuri ni kitanzi cha fikra nzito. Huwezi kula soseji ukawaza vizuri. Anayenibishia ni kwa sababu anakula soseji. Kimsingi, tuna majambazi wengi wenye tai mitaani kuliko majambazi halisi walio maabusu. Majambazi wa kweli walio maabusu kwa haki wanafikiri vizuri kuliko walokole walio mitaani wakijizuia kuiba maandazi, lakini wanaiba muda na baasha za serikali maofisini. Barua toka maabusu inasema kweli kuliko hotuba za kuandaliwa na makarani na kusomwa na watawala. Tuwaheshimu maabusu na tupokee ujumbe kutoka huko kwa sababu hawajahukumiwa unyama. Wa Nazi ya itra ulileta barua nyingi kutoka gerezani, zilitumika kama ushahidi dhidi ya utawala huo baada ya vita ya pili ya dunia. Ziliandika kwenye toilet papers na vikaratasi vingine vya uchafu. Maudhui ni muhimu kuliko karatasi. Vita ya Wakatoliki na Waprotestanti huko Northern Ireland ilileta barua za siri kutoka maabusu. Zilitumika katika majadiliano ya maridhiano ya kweli yaliyomaliza vita hiyo. Martin Luther King Jr. akiwa gereza la Birmingham aliandika barua kwenye toilet papers na vipande vya gazeti na kumpa mwanasheria wake kwa siri. Raila Odinga alitumia baru, alituma barua kwa mkewe Ida kwenye toilet paper akiwa gereza la Kamiti. Utawara wowote mzuri au mbaya una wapinzani wake wa ndani ambao Mungu au shetani watumia kufikisha ujumbe usiotakiwa kwa wanaotakiwa kupata ujumbe. Gerezani ni mtakuja tofauti yake na kaburi ni ndogo. Ukweli unaishi mahali pabaya na uongo unastawi kwenye starehe. Askofu Kalikawe Rwakalinda Bagonza anamalizia ujumbe wake wenye tafakuri na mafundisho na hadithi za ukweli za kina kwa kusema kwamba swali, kwa Wajaruo wote, kipi bora kati ukweli ukiandikwa kwenye toilet paper na uongo ulioandikwa kwenye headed paper ya kanisa? Huko Kenya maaskari ni wengi Wamagereza ni Wajaruo. Ni kwa nini? Mwisho wa kumnukuu ambacho amekiandika Askofu wa Kanisa la Kinjili na la Kilutheri Tanzania, kwa kifupi KKKT, Dayosisi ya Karagwe mkoani Kagera.